Lakini mama wengine, mfano Masuma amezungumza hapa. Masuma ni mtu ambaye alikuwa anauza chakula, biashara yake ya chakula, lakini kila siku usiku ilikuwa akirudi lazima arudi na bakuli ambao limebakia. Sisi sio wanaye, ujue hajatuzaa, sio ndugu zake, lakini yale mapenzi aliyokuwa nayo akawa akishauza lazima abakishe kwa ajili ya vijana wake. Hapa tuje tuje tule. Sasa hayo tumefunza hapa tumejifunza upendo mkubwa huko, hapa mzee wetu Msagati yuko hapa, tumekula sana humu ndani, tumejifunza hapa kuwa mafundi. Ndugu yangu Mbawa yuko wapi? Kama kuna mwanadamu nimwewe kutana naye duniani, Ali Mbawa, kama kuna mwanadamu nimwewe kutana naye duniani mjanja, mjanja Mbawa mjanja mjanja. Basi umbawa ni namba moja. Kama ushaye kusikia story, nilikuwa fundi simu, fundi TV, huyu ndio alinifundisha. Sijui yuko wapi bana. Kwa hiyo kubwa kubwa ni kuwashukuru ni kuwashukuru na kuwaomba ndugu zangu wa mtaa Pita na Zako, sisi bado ni sehemu ya sisi bado ni sehemu ya familia hii, sisi bado ni sehemu ya Pita na Zako, sisi bado ni watoto wenu. Bwana Mbao. Eh, huyu huyu ndo ndo tu Ali Technician. Technician. <laughs> utapeli. Yu yu, utapeli. utapeli. Sio <laughs> so huu fundi utapeli. huu hey, <laughs> ndi <sharp> <sharp> <sharp> uh -huh. Bwana taetaeunaa maisha yamekuwa magumu yavii tujiongeze mm. Kwa hiyo -hmm. akaanza kunifundisha jinsi gani ya kujenga yaani kurekebisha TV mm. tukaenda kwenye simu, tukaenda kwenye redio siku <sharp> moja tulichukua kazi ya mtu. Wallahi siwezi kusahau. Ufundi simu nilichukua kazi ya mtu, zile simu zamani zilikuwa zina mkanda wa kupanda juu hivi. Yule bwana simu yake ilikuwa na shida ya maiki. Nikamfuata fundi mkuu, hapa bana kuna mzigo umekuja leo. Lakini shida yake ni maiki. Fundi mkuu anaga vitu vingi. Kwanza akaniambia kwanza atuge mia tano tupate sigara ili akili ikae sawa. Nikaenda kwa bosi ba, atuge mia tano, tukanunua sigara, fundi mkuu akavuta. Mimi mimi kwa sijavuta sigara. <laughs> Fundi mkuu alikuwa anapiga sigara, akavuta. Baada ya hapo, akaniagiza mswaki na na spirit <laughs> fundi unaanza, fundi umeanza. Akafungua ile simu yote, na ndo zimeingia zile simu za kuslide, ndo zimeingia ingia hapo, akazifungua zote ile simu, afu akasafisha safisha, safisha. <laughs> Sasa kuirudishia mkanda ukae ile, <laughs> simu iende juu na kurudi chini. <laughs> Tulilipia kodi nyumba hiyo mnayoiona hapo, siwa kodi sio elfu kumi ile Tukatanguliza kama 4000 hivi, atujemaliza mpaka leo. Bwana Mneka, Bwana Mneka tulimtangulizie 4000, akatupa chumba, na baadaye akatupa kazi ya kufanyaje, kupiga floor. Kupiga floor kile chumba tuweze kuishi, ameni floor mpige wenyewe. Kwa hiyo ile 1000 ile baada ya kumpa 4000, agundua wajiwezi hao, akatupa kazi ya kupiga floor pa. Kwa hiyo tukapiga floor vizuri pa, tukaanza kuishi. Bwana Mneka sijamuona leo, anaudhuru bwana, anaudhuru eh. Bwana Mneka ni miongoni mwa watu wa kwanza mtaa huu walionifundisha maana ya upendo. Kwa sababu nyumba yetu mimi na ndugu yangu tumehamia ndani hatuna chochote zaidi ya jinsi zetu tu. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua zile jinsi tulizovaa usiku, tunazigeuza kuwa mto, ndani tunabukta tunalala. Asubuhi tunaamka, tukitoka nje amna anayejua kama ndani mule bako tupu. Jirani yetu mmoja alikuwa anakaa chumba hichi, aitwa Baba Kamila, sijui yuko wapi sasa hivi. Mama akatupaga mziki huu bwana, akatupaga redio. Tuwa kwanza akatupa redio, alibadilisha redio mpya, akatupa redio za zamani, tukaweka pale chumbani. Kwa hiyo tukawa ndani na chumba tupu na redio. Sasa tukawa tunapiga taarabu ya Mzee Yusufu, naikumbuka mpaka leo inaitwa VIP. Eh, tukawa tunaipiga mwe ndani kidogo kidogo, eh. Iko na imbwa ile, nyumba ile. Eh, ngoja nikumbuke. VIP nafasi yangu. Okay. <tipa> hiyo <laughs> Sasa yule mneka bwana, ile nyimbo anaipenda, kwa hiyo nyimbo imemnogea, akaingia ndani. Alivyoingia ndani, akuta chumba kipotupa, akatushangaa eh, bwana, kumbe yeye siku zote hizi mnalala chini. Tukawaambia kobanzinahala chini. Yule mneka alikuwa na binti yake mmoja, ametoka bodi, usio katuchukua, tukaenda kwake, akatugea godoro la futi tatu, godoro za bodi zile, akatogea na ndugu yangu tuanze kulalia.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako, nyote mnakaribishwa <muchos>